Makadinali 133 ambao wana wastani wa umri wa miaka sabini, wengi wakiwa waliteuliwa na marehemu Papa Francis. Jumatano ya wiki hii wataanza kupiga kura kuchagua papa mpya. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Ingawa wengi wao kama kawaida watatoka bara Ulaya na hasa Italia, wakati huu watakuwa wachache, baada ya marehemu Papa Francis kuteua makadinali wengi toka nje ya bara hilo. Kati ya makadinali 252 wawili ni wale walio na umri wa chini ya miaka 80 tu ndio watakaopiga kura kuchagua papa mpya, ikiwa na maana kuwa 117 hawataruhusiwa. Makadinali wawili walio na umri chini ya miaka 80 walitangaza kujiondoa katika zoezi la upigaji kura kutokana na sababu za kiafya, akiwemo John Jue kutoka Kenya na Antoine cadnares kutoka Uhispania. Hata hivyo, Ulaya itaendelea kuwa na uwakilishi mkubwa ambapo makadinali 52 watapiga kura wakifuatiwa na wale wa Asia ambao ni 23, Latini Amerika 21, Afrika 17, Amerika Kaskazini 16 na Oshenia wanne. Kutoka Afrika, nchi ya Ivory Coast ndio taifa pekee toka bara hilo ambayo itakuwa na uwakilishi wa makadinali wawili watakaopiga kura. Katika hatua nyingine, utawala wa Vatican umesema makadinali wote mia moja thelathini na watatu ambao watapiga kura kuchagua Papa mpya wamekwisha wasili na kwamba zoezi hilo linatarajiwa kung'oa nanga Jumatano ya wiki hii.